Assalamu alaikum, ndugu yenu Muhammad Abubakar Abu Mujahid kutoka East Africa Moonsighting. Alhamdulillah Rabbil Alamin al wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ma ba'd. Leo tutazungumzia kuhusu mwandamo wa Shawwal, lini itakuwa Eidul Fitri. Tarehe 28 mwezi wa Februari, waislamu dunia nzima tulikuwa tarehe 29 mwezi wa Shaaban mwaka 1446, tukasema kuwa Asia, Middle East, Africa, Europe, hilali itakuwa ni ndogo sana 0.6 na inaweza kuonekana kwa telescope peke yake, na alhamdulillah tukatoa dalili nyingi sana, tukatoa picha za CCD CCD image. Tunasema ni picha ambayo inaonyesha hilali ambayo mara nyingine inaweza kuonyesha hata hilali ambayo ni sio hilali yani, ni miale miale ya jua ambayo inakuwa reflected kwenye mwezi ikaweza kuchukua ikatengeneza picha. Tumezungumza kwa urefu katika kanda zetu za nyuma, tukatoa CCD image kutoka Omani, kutoka Saudia, kutoka Abu Dhabi, maeneo tofauti tofauti, ikathibitika kuwa hilali ilivyokuwa nyembamba kwenye zile picha, ni hilali ndogo sana, ilikuwa 0.6. Mwezi wa Shawal hilali itakuwa 0.05 sio 0.5. 0.05 Saudia, na watatoka watu kama kawaida, mashahidi warongo waseme wameona mwezi wa tarehe sita. Mwezi wa sita wa Dhulhijja mwaka 1445 2024 ilikuwa 0.1, na ndugu zetu wakatoka na vyombo vya CCD the latest technology katika astrophotography wamezifunga na telescope wanaweza kufata e, mwezi hata mchana wakapiga picha. Wanasema hali anga ilikuwa safi, wakafata mwezi kwa muda wa masaa manane na wasiweze kupiga picha, na watu wakaingizwa katika ibada ya haji kwa mashahidi wa rongo. Na sasa Shawali, pia mwezi itakuwa ni mdogo zaidi kuliko wa Dhul Hijja, 0.04 hapa kwetu Mombasa, 0.04 wallahi, na hapa Mwenyezi Mungu kuwa haiwezi kupigwa picha hata kwa CCD. Na tutathibitisha haya kwa dalili za aya ya Qur'ani na kwa dalili ambayo tunaweza kuthibitisha kivitendo. Dalili kati hakuna shaka ndani yake. Wallahi, picha ya CCD hamuwezi. Hatutaki picha mtu kusema ameona kwa macho wala kwa telescope. Picha ya CCD chombo ambayo inachukua miale miale ya jua, kwa sekunde moja inapiga picha mia mbili, alafu zile picha zinakuwa maji pamoja ina digital image ya miale ambayo imechukua hata vipande, vipande vidogo vya mwezi, sio hilali ni vipande, vipande tu vya mwangaza. Ikasema wanatuambia kuwa hii ndio picha ya hilali. Hamna hilali itakuwa ni katika fezi ya mahaka. Naomba munipatie masikizi, masikizi yenu kwa sani zenu, kwa sababu masuala haya nataka makini. Wale ambao wameazima akili zao wako na wacha watu wengine wafikirie kwa sani zenu, tokeni, msisikilize video hizi. Video hizi sio kwenu. Tunataka Waislamu huru ambao wana akili timamu wanataka kufikiria na wasikiliza adila waweze kupima haki na batili. Tutakwenda step by step. Tarehe ishirini na nane mwezi wa Machi, ambayo itakuwa mwafik ni tarehe ishirini na tisia kwa wale waliofata Saudia. Tunaangalia sasa, tunaanza dalili yetu ya kwanza, ni urjuni al-Kadim, hilali ya mwisho wa mwezi. Tarehe ishirini na nane mwezi wa Machi, pande wa mashariki, kabla ya jua kupanda utakuwa na hilali ambayo tunaweza kuona itakuwa ni 2.6%. Hilali itakuwa 15 degrees altitude yake sahali kabisa kuonekana, na mtu anaweza kuona kwa kwa usahali kabisa akipiga salamu kwenye swala akiangalia hivi kando ataweza kuiona. Na tukizungumza masuala ya jumu Kadim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, anasema Walqamara qaddarnahu manazila hata ada kalurujuni lkadim. Allah subhanahu wa taala, Allah jalla jalaluhu anasema kuwa na mwezi, Allah ameukadiria kuwa inakwenda kwa fezes mwezi na fezes ishirini na nane katika hiyo fezes, kuna fezi ishirini na saba ishirini na nane ambao tunaweza kuona kwa macho, kisha baada ya hapo inaingia kwa fezi ya mahak. Mahak ni invisible phase. Allah akisema jambo kuwa amekadiria inakwenda kwa phases, kuwa inaanza hilal ndogo, hiyo ndo tunaanza mwezi kwetu sisi. Hatuanzi na mahak ama iktirani, tunaanza kwa hilal. Siku ya pili, siku ya tatu inaitwa hilal pia. Baada ya hapo, inakuwa ni kamara. Ikienda siku sita saba, inakuwa ni robo. Baada ya siku kumi na nne inakuwa full moon, inapanuka, inakuwa 100% illuminated. Kisha baada ya hapo, inaendelea kupungua kupungua, inakuwa Tarbia Thani, robo ya pili inaendelea kupungua pungua mpaka mwisho inakuwa kal urujuni kadim, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Inarejea tena kuwa nyembamba tena, baada ya hapo ndio inaingia tena katika mahak, inakuwa invisible phase, haionekani siku ama siku mbili, lazima ipotee. Phases ni kuna old crescent, kisha kuna mahak hapa, ambao ni invisible phase, kwa sababu inakuwa mwezi umeingia baina ya ardhi na jua, kisha kuna new crescent old mahak na hapa ni new. Haiwezekani kuwa tutaweza kuona siku hiyo mwezi asubuhi kisha siku ya pili iruke iende katika fezi ya new fezi, watu waweze kuona, haiwezekani. Ini ni dalili kuwa tukiiona na tutapiga picha biidhnillah, kuwa mwezi umeonekana siku ya tarehe ishirini na nane kwa hivyo, tarehe ishirini na tisia itakuwa hamna mwezi unaweza kuonekana. Dalili ya kwanza hiyo. Allah anasema kuwa inakwenda kwa feza hizo. Ndugu zangu, haiwezi kutoka old crescent ikaruka stage ya mahaki, invisible phase, kupita baina ya ardhi na jua mwezi, kisha ikasonge katengeza angle, nitaka siku nyingine tena, siku ipote isonge siku nyingine, ndio tuweze kuona hilali. Sisi mwezi wetu unaanza kwa hilali, haianzi kwa kwa kwa kwa kuzaliwa, ama kwa ikhtiran. Hino pia kuzaliwa pia sio kalima ya sawa, sio istilahi ya sawa sawa, tutakuja kufafanua mbele inshallah. Kwa hivyo, ikishaonekana asubuhi ipotee siku, siku ya pili ambayo utakuwa tarehe 29 hiyo, ambayo tarehe 29 waliofuata Saudia kwetu tarehe 28, ipotee isionekane, ni invisible phase mahak, maana yake hamna mwezi. Ni mgongo wa mwezi ndio unapigwa na jua, huku mbele ni giza, hatuoni chochote. Baada ya siku mahak, baada ya siku nyingine ambayo itakuwa sasa tarehe 30 ndio mwezi nafaa kuonekana. Nitatoa mfano katika mazungumzo yangu na baadhi ya ndugu zetu. Kuna mzee mmoja mashuhuri ambaye ni maarufu katika jamii yetu Mombasa hapa, anasema alikuwa anafanya kazi za transport maeneo ya Uganda kule, akipeleka mizigo. Anasema aliswali alfajiri, amesimamisha gari yake mahali akaswali alfajiri. Anasema akipiga salamu akaona urjuni kadima asubuhi, kwa sababu inaonekana mashariki wakati wa asubuhi, alfajiri, kabla ya jua kupanda. Asema akipiga salamu akaona urjuni kadima. Anasema akasafiri akifika Busia boda ya Uganda na Kenya ikawa ni magharibi akisikiliza redio akasikia kuwa Saudi wametangazwa wameona mwezi. Mzee anasema kuwa inawezekana. Kwa nini inawezekani? Mimi nimeshuhudia mwenyewe, nimeona urujuli kadima asubuhi, siku hiyo hiyo magharibi wakatangazwa kuwa mwezi umeonekana. Subhanallah. Anashindana na ilhali kuwa yeye ni shahidi kuthibitisha kuwa matangazo yale ni ya makosa. Haiwezekani Allah akadirie jambo kisha iwe itak itakhalifiana na reality yetu na waki kadim, lazima na ichukue siku ipote iktirani, hapa wa mwezi, invisible phase. Kisha siku mahak hapa mwezi nyingine tena ishirini na tisa, ishirini na nane tumeona ipote, 30 Hino ni mambo masala, masala ya, ya hilali mpya lakini leo maalasaf haya mambo tunayazungumza kila siku, dalili tutathibitisha. Ndugu zangu, tutapiga picha ya mwezi wa 2.6 ni mkubwa, unaonekana na kila mtu, kuonekana kwa macho. Mwezi nataka iwe at least 1% kwenda juu. Hii ndio ni 2.6, hilali kubwa, 15 degrees. Siku ya pili yake itapotea, na kuna dalili nyingine tutaonesha kuwa siku ya pili tarehe 29 hamna mwezi. Mzee, anathibitisha, lakini hajui kama anathibitisha kuwa ameshuhudia makosa Subhana, hiyo ndo hali yetu ya umma, umma wa ikra, umma wa kusoma tu. Still bado hatufahamu masala basics phases ambazo Mwenyezi Mungu amejifakhiri nayo kuwa, alqamara kadarnahu manazila hata ada kala rujul kadim. Allah amekadiria inakwenda kwa phases, hilal, robo, badar, full moon, inapungua tena robo ya pili, inapungua inakuwa rujul kadim, ipate ipite mahaki ipite fitran iwe ni visible siku siku mbili, alafu ndio iwe hilali. Watu wanataka kuona siku ya wa wa wa, waone leo waone urjun kadim kesho waone hilali, mahaki imekwenda na maji haiwezekani. Hiyo ni dalili wazi kuwa ni makosa. Twende katika dalili ya pili. Dalili ya pili tunasema kuwa hino uh, istilahi ya kusema kuwa mwezi imezaliwa, watu wengi wakisikia mwezi imezaliwa wanafikiria kuwa hilali shazaliwa, maana hilali iko tayari. Hino istilahi inavyotatiza watu kwa sababu hatuna sisi maneno ambayo inaweza kufafanua neno la iktiran, tukatumia maneno haya kama New Crescent, New Moon, kuzaliwa mwezi. Lakini jambo la kisawasawa ni kuwa iwe tutumie maneno ambayo haitoleta tashwishi ndani yake. Kuzaliwa mwezi kisawasawa ni kumaanisha kuwa sasa mwezi imefika katika mzunguko wake, imemaliza rujuni kadim, imekuja sasa baina ya ardhi najua kuna kama mstari hapa katikati kati ya jua na katikati kati ya ardhi mwezi kiji kipita hapo, ndio tunasema sasa kuwa mwezi inaanza kupewa umri. Tunasema kuwa sasa imepita iktiran ama ama, hiyo conjunction sasa ina umri wa masaa moja, saa mbili, siku siku mbili lakini haimaanishi kuwa hapa kuna mwezi ama kuna hilali ambayo imezaliwa sasa, kuna hilali iko tayari. Hamna hilali ndugu zangu, hamna ni mahak ikipita hapa ikitirani, mwezi ni sufuri, haina mwangaza wowote, kwa sababu mwezi haina mwangaza wake, inataka icreate angle, isonge mbali na jua, sisi ardhi ndo tuweze kuona ile mng'aro wa wa, wa, wa jua angle zaidi ya 7 degrees. Siku hiyo itakuwa takriban ni 0 degrees. E, tumesema mahak ni invisible phase. Invisible phase ni kuwa mwezi hauonekani na dalili ni kuwa hizi visibility maps ambazo wametengeneza ndugu zetu kina Muhammad Ode kina Muhammad Ilyas wa Indonesia, Khalid Shaukat, ambaye wa Pakistani kwa Amerika. Visibility maps zinaonyesha katika maeneo ambayo ni colorless, hamna rangi yoyote katika zile visibility maps, inamaanisha kuwa ni katika phase ya mahaki. Mwezi hapo ndio inapita baina ya mbingu na ardhi, ndio inazaliwa. Baada ya uh, hapo ni invisible, haina haija create angle mpaka ikaweza ku, mwanga za jua tukaweza kuona katika ardhi. Kwa hivyo hiyo ni dalili ambayo iko wazi kabisa kuwa, uh, mwezi itakuwa na umri wa masaa manne na dakika thelathini na nne mgaro wake itakuwa 0.04. maka itazama dakika nane baada ya jua kuzama. Jua limezama tui, mwezi pia imefuatilia na huku kwetu Mombasa itazama pamoja na jua. Yani, mwezi inazama dakika tatu jua imezama, baada ya dakika tatu mwezi, imezama, tatu mwezi imezama. Yani, zimezama pamoja. Na 0.04, ndugu zangu, hamna mwangaza wote. Ndio maana katika ile visibility maps itakuwa katika maeneo clear Afrika, Europe, Asia, Middle East zote hazina rangi, yote ni phase ya mahali. Hilo ni dalili kuwa, ndugu zangu, hamna hilali. Lakini kuna fitna ndugu zetu ambayo mastono mahawa sio jambo zote, mambo yao yote tunawafikiana nao ndugu zangu, kwa sababu waona reality kuwa biladi nyingi zinafuata Saudia na Saudia mara nyingi, sio mara nyingi, siku zote matangazo yao siku hizi zinawafikiana na kalenda ya kukura. Sasa wameleta chombo cha CCD, hii fitness CCD ambayo inaleta picha ambazo ni photons tu, zinachukua reflection yote ya photon kutoka kwenye mwezi kule, sio hilali. Hamna hilali katika stadium ya mahaki wakapiga picha mia mbili mia tatu kwa sekunde moja, picha mia tatu, kisha wakazimaji miale yote ambao wameweza kukolekt photons zozote pale, light rays zozote, wanatengeza hata kijipande cha, cha, cha, cha picha. Kuonyesha kwa hii, angalia reflection kutoka kwenye mwezi, lakini sio hilali. Hilali hamna katika phase ya mahaka. Hilali ni baada ya masaa kumi na nane, lazima ipite masaa kumi na nane. Ndio iweze kuonekana. World record ndugu zangu ni 15 hours and 24 minutes. Ndio mtu ameweza kuona kwa macho umri mdogo kabisa. Expert high altitude area, na amepata superb perfect weather conditions. Hizi ni mambo ya world record ndugu zangu. Sio kila mtu ataona katika umri huo. Lakini katika umri wa masaa 4 na nusu, umri mdogo za mtu hii, mwangaza wa 0.04, wanataka kujaribu kupiga picha za CCD, lakini pia wallahi safari hawawezi. Twende kwa dalili ya tatu ndugu zangu, dalili ya tatu ndo tukasema kuwa safari hii itakayomvunja ngamia mgongo, stro ya mwisho, nilisema katika video iliyopita. Hii ndio mwezi wa Shawaal ndugu zangu, ndo itapambanua haki na batili. Anayetaka kuamini amini kwa kujua, na ambaye anataka kukanusha kanusha kwa kujua. Asiseme sifahamu, sisi tunafuata wao, washamua wao, sisi tunafuata mashaka yetu. Hakuna masuala haya. Wewe ikiwa akili yako unayo, tumia akili yako kufikiria, usiazime watu akili yako, waache watu wengine wakufikiria watu watu, ndugu zangu safari hii 29th March utakuwa na partial solar eclipse ambayo itakuwa visible North Africa, Northwest Africa maeneo ya Morocco, Algeria, Europe, UK na Russia. Itaanza kwa muda wa saa, saa tano na dakika hamsini asubuhi kwetu, saa saba na dakika arobaini na nane, sio total eclipse. Ile sehemu kubwa jua itazibwa. Greatest eclipse wanasema itakuwa ni saa saba na dakika 48. Karibu kabisa na time tuliosema ya nini? Wakati wa kuwa iktiran conjunction ambayo itakuwa ni saa 8 kasoro dakika 2, ino saa 8 kasoro dakika 12. Ni hapo hapo ndo greatest eclipse. Na itaisha saa 9 na dakika 43 mpaka saa 9 na dakika 43 mwezi bado imeshikana na jua ndugu zangu. Watu wa Russia wanashuhudia. Subhanallah. Kisha toke mtu aseme siku hiyo ameona mwezi. Ndio kuna fatwa ya Ibn Uthaymin. Ndio kuna fatwa ya kina Ibn Taymiyyah na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim rahimahullah wanasema kuwa wakati wa sola eclipse, hakuna mwezi unaweza kuonekana, hamna hilali inaweza kuonekana. Hii ni mambo ambayo maulama wetu wanajua na ilmu falak, kwa ijma kuwa ni katika phase ya mahak. Mahak ni invisible phase. Urjun kadim ipite mahak, baada ya siku ndio iwe nini, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, alkamaru kadarnahu manazila, urjun kadim, mahak, hilali lakini ikiwa katika faza ambayo sisi tunashuhudia kwa macho, watu wanaswali kusufu, tunaona live katika YouTube, ndugu zangu, live kama tulivyoona Luna Eclipse ilianza saa 2 na dakika 9 ikaisha saa 5 usiku na dakika 47 siku ya Ijumaa 14th March. Luna Eclipse niwatumia links na tukaona live, ndugu zangu, na hino pia tutatumia links, ama nendeni time and date muone live katika vyombo vya habari, watu wanaswali kusufu UK, watu wanaswali kusufu Russia. Kisha atokee mtu siku hiyo hiyo aseme ameona mwezi na watu wanaamini, bado siku ya pili tutaingia, subhanallah, tutaingia katika mwezi wa Ramadhani paka lini? Ndugu zangu, tumeonesha kuwa tarehe 28 Februari tumeweza kupiga picha hilali au juni kadimu mashariki asubuhi kabla ya fajiri 2.6. Hilali ni kubwa, itakuwa 15 degrees zaidi tujake baina yake na jua sunrise itakuwa kwa 15 degrees, kumaanisha kuwa kabla ya sunrise kwa nusu saa, na hii itakuwa bado iko juu, inaweza kuonekana kisahali 2.6, unataka 1% uweze kuona kwa, kwa, kwa macho minimum. Zaidi hapo hiyo ni double 2.6 mara mbili na nusu. Bila shaka itaonekana. Watu wakijitokeza watapiga picha inshallah. Kitu inaweza kutuzuia tu ni mawingu, lakini ikiwa kuna mawingu utaona kisahali sana. Inamaanisha kuwa ikiwa juu kadimu tutapiga tarehe 28 na tarehe 29 ni mustahili kuonekana hilali kwa sababu, kutoka juu kadimu next day lazima ingie mahaki, ndio ipate kupita baina ya mbingu na ardhi ikhtiran Faze, invisible faze. Kisha baada ya siku nyingine ndio ifanye nini ionekane, ambapo tarehe thelathini siku ya Jumapili mwezi wa Machi. Dalili ya kwanza ni hiyo Rujun Kadim. Dalili ya pili tukasema kuwa visibility maps zinaonyesha kuwa colorless area, kumaanisha ni mahak, hapa ni mwezi invisible, hamna kitu. Tena inaweza kuonekana. Baada ya hapo inaweza kuonekana kwa telescope kwa taabu. Kisha baada ya hapo kwa usahali kiteleskopi, baada ya hapo tena uende mbele kidogo ikiwa hali anga safi, pengine unaweza kuona kwa macho. Kisha ende mbele kwenye maeneo ya kijani, kule ndio unaweza kuona kisahali. Visibility maps na uchanga wa mwezi inaonesha wazi katika phase ya mahaki, hamna shaka ndani yake. Ndugu zangu, dalili ya tatu tukasema ni solar eclipse. Mtu anaona mwezi imepita katika ekterani, sasa ndio imemaliza mzunguko wake, sasa ndio inapita baina ya ardhi na mbingu. Yatakaniwa siku moja ama masaa kumi na nane, maeneo ambayo itakuwa itakuwa imefika masaa kumi na nane umri wake, ndio anaweza kuanza kuona kwa macho, ndugu zangu eklipsi ni dalili wazi kati, haina shaka. Unashuhudia si kwa hisabu, unashuhudia kwa macho, kuonekana mwezi. Sasa ndio imepita baina ya mbingu na ardhi, kisha toke mtu baada ya saa moja, saa mbili, mwezi imeachana ime. Tunajua hivi karibu kabisa najua aseme ameona mwezi, usikasema. Sisi tushazoea masala haya. Kwa ufupi, nitawarejesha kuwakumbusha kuwa tukisema kuwa hakuna mwezi unatoka mashahidi, msishangae ndugu zangu, watu kwa wakitangaza miezi ambayo ni mustahili kuna ndugu zetu wa Saudi, Adnan Kadhi na Khalid Azak. Hao ni masomo mazuri wa Saudi, si wa Kenya, wala si wa Turuki, wala si ni wa Saudi. Wanazungumza kuhusu, walifanya research study ya kuangalia miaka 61, Khalid Azak miaka 64, Adnan Kadhi miaka 49. Waliangalia vipi waliingia katika miezi ya Ramadhani, Shawali, Iddul Fitri, Dhul Hijja. Official announcement ya serikali na uwezekano kuonekana kwa kulingana na elimu ya falaki elimu ambayo tunasema sisi, ikiwa haijazaliwa, amemezama kabla ya jua, hamna shaka ndani yake. Ndio wakaweza kucalculate accurately hata eh, solar eclipse, solar eclipse, miaka elfu moja ijayo wanaweza kujua lini itazaliwa mwezi ikitirani na lini mwezi itapatwa kwa accuracy, sekunde, ndugu zangu seconds. accuracy ya masekunde haina shaka ndani yake. Kwa hivyo wakaangalia wakakuta, kuwa hali zake anasema 29 months, 29 years, 29 halati, yani hali 29 katika hiyo miaka 46, na hali zake anasema katika hiyo miaka 64, aliyofanya research yake muda mrefu zaidi kuliko wenzake, miaka 38, Ramadhani, watu wameingia wakati mwezi haupo kabisa, mwezi umezama kabla ya jua, ama mwezi hata haijafika katika ikhtirani, mwezi haijaingia katika nini, ikhtirani, fezi ya mahaka haijafika bado. Iktirana hapa ndo kwenye conjunction tunasema. Miaka thelathini na nane, wallahi hali mustahili. Wanasema ndugu zetu, na ukienda ukiangalia official announcement katika vyombo vya habari vya Saudi walio tangaza, na ukaenda kuangalia tarehe hizo na ukaangalia mwezi ulikuwa umezama saa ngapi ama mwezi ulizama saa ngapi? Miaka thelathini na nane watu wakatoka mashahidi wakashuhudia, watu wakaingia katika miezi ya ibada wakati mwezi mustahili. Kwa hivyo sasa kwa sababu ushazaliwa na itakaa kwa muda wa masaa nane dakika nane baada ya jua kuzama, wakitoka mashahidi watu wataona kama si jambo la ajabu madamu ipo ipo la ndugu zangu, hino istilahi ya kusema kuwa sasa mwezi umezaliwa tukafikiria kuwa ati baada tu ikitirani tu kuwa kuna hilali iko tayari, hamna hilali hiyo. Fitna tumesema fitna CCD ambayo masomo wanataka kujaribu kuilazimisha kwa sababu ipate kuafikiana na reality watu wa ushahidi, kwa tumeingia kwa watu watulie roho kwa kuna kipande kidogo cha light cha mwezi kimeweza kuonekana, lakini wallahi sio mwezi wa kisharia. CCD haithibitishi kuingia mwezi wala haithibitishi hilali, ni picha ya tunasema ya vipande vipande vya mwezi, sio ya hilali. Kwa hivyo ndugu zangu, adili kati hii ya wazi rojul kadim itaonesha kuwa siku ya pili haiwezekani kuonekana mwezi. Visibility maps na umri wa mwezi inaonesha kuwa hamna, ni mahak invisible phase, hakuna hilali. Tatu, dalili ambayo tunasema inavunja mgongo ni hiyo masala ya solar eclipse, mtashuhudia live. Ndugu zangu, mpaka lini tunaendelea hivi? Ikra umma ya ikra, wallahi tutachekwa sisi na watu wengine, it is very sad. Wallahi mambo ya kusikitisha, tunakaa tunazungumza masala haya watu kuna wakati mwingine ambao baada ya masaa matano masita, mamia ya mamia ya watu wa Afganistan, sijui majimbo tofauti tofauti, wakatoka Mali, Naija, Godiva, maeneo tofauti tofauti, mara kwa mara wanatokeza watu wakati baada ya masaa matano masita, kwao magharibi shapita, watu wa south America, watu wa Amerika wanashuhudia kusufu mwezi. Sasa ndio imepita mbele ya jua, hamna haijafika hata stage ya hilali. Usishangae tukisema kuna shuhudu mustahili. Ndugu zangu, miaka thelathini na nane hiyo iliyopita nyuma, wakienda wakitoa ushahidi mahakamani, wallahi, mtu wakati mwezi hamna, watu wanatoka mutawatir, walinikwambia ni mambo ya kushangaza na mambo ya kusikitisha. Hamna mwezi, ndugu zangu, wala hakuna masala ya karamata hapo. Allah anasema, ya, ya shamsul kamar bihusbani haiwezi kwenda aseme maneno yake kuwa miezi na kwenda kwa hisabu. Ama alqamara qaddarnahu manazila hatta ala burj inakwenda kwa phases, kisha hiyo inakwenda inachanganyana, haiwezekani. haija iende kapatwa kusuf baadaye na watu waliona kabla hapo waliona hilali, haiwezekani ndugu zangu, haiwezekani. Mwisho maneno ndugu zangu, wallahi hamwezi kuleta hata picha ya CCD kama mwezi wa Dhulhijja, watu masaa nane wanafuatilia katika hali anga safi, wametumia the latest technology ya astrophotography hawakuweza kupiga 6, June kuonekana. Kuonekana. Wa mwezi wa sita Juni 2024 Dhul Hijja watu wakaingia katika ibada ya haji bila ya picha ya CCD pia, wallahi mmoja wenu atuletee kisheria pia hamuwezi kuleta hiyo, hamna watu wanashuhudia kusufu jana yake. Sisi tumeona unjuni kadimu, itakuwa tarehe 28 kwa sababu 2.6 ni unjuni kadimu, mwezi mkubwa iko juu haiwezi kwa siku ya pili. Hizi ni adila kati ya ndugu zangu. Mpaka lini? Mpaka lini tunazungumza masala haya? Mwisho wa maneno ndugu zangu, tunakumbuka ndugu zetu gazi, haya matatizo ambayo yanakumba uma wa Kiislamu. Damu zetu zimekuwa rahisi, haziwezi kuisha mpaka tusimamishe sheria ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu, inshallah tujalie tuwe katika wale ambao watakuwa sababu ya kuimarisha serikali ya Kiislamu na kuiunga mkono, ili iweze kutabikisha sheria ya Mwenyezi Mungu ya uadilifu duniani, iunganishe Waislamu na tuweze kuhami biladi za Waislamu na kubeba Uislamu kama ujumbe kamili, mfumo kamili wa maisha, ideology ambayo ya uadilifu, tuiyeneze ulimwengu mzima, uweze kueneza tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.